Wakati mwingine tena tunakutana na wawekezaji au uh, wajasiriamali wadogo wadogo ambao wao wamejikita katika uh, uzalishaji au biashara ya ufugaji wa kuku. Leo hii tumetembelea eneo la Zuzu na tumekutana na Bwana Rei Imam Abedi Msangi. Yeye ni mfugaji wa kuku wa kisasa maarufu kama broiler. Uh, Bwana Reimam, habari za Zuzu? Habari za Zuzu ni salama madamu, na karibu kwetu Zuzu. Asante. Nikitazama eneo hili la Zuzu kwa kweli nafarijika hasa kutokana na miradi iliyopo katika eneo hili na jinsi ambavyo mmeweza kuwekeza katika ufugaji wa kuku. Kwanza mimi nawapongeza sana kumuona Mtanzania mwenzako amejitokeza amewekeza namna hii akijihusisha na kilimo biashara katika ufugaji a, wa kuku. Biashara hii ya ufugaji wa kuku, pengine mtazamaji mwingine yoyote popote pale alipo angetaka kufahamu na nini hasa kiliyohamasisha mpaka kuamua kuingia katika biashara ya kuku katika jiji hili la Dodoma. Kwanza Dodoma inakuwa cha kwanza, na sasa hivi ni jiji, kwa hiyo fursa ziko nyingi hmm. Kwa Dodoma tumechungulia, tulijaribu mbuzi, tulivyoona soko la mbuzi linaenda vizuri tukasema tujaribu na kuku. Lakini Mungu ni mwema, kwa kuku kwa kweli Wana, wana, wana, wana, yani, wanafanya vizuri. Wakazi na wageni pia ambao wamekuwa wakija katika hili jiji la Dodoma wamezoea sana uh, kula nyama choma na hasa kuku choma. Lakini uh, hapa sisi tunaona kwamba mmekuja na staili nyingine ya ufugaji wa kuku ambao umezoeleka sana kwa mfano katika jiji la Dar es Salaam. Ilikuwaje? Kwa nini kuku hawa broila na sio wale kuku ambao umezoea sana wamekuwa wakilika sana katika mkoa huu wa Dodoma. Kwa Dodoma sasa hivi, sasa hivi hatusemi kwamba tupo tupo tu na Dodoma, sasa hivi wanakuja watu mbalimbali, yani sasa hivi kumekuwa wepesi kwa mtu adaa kufika hapa, waapa kufika adaa. Kwa hiyo sasa hivi tuna hatusemi kuna Dodoma tu. A, a, watu ni wengi na kuku kwa ujumla kuku zinaliwa sasa hivi unaona, eh? Ina maana mimi naweza kufuga kuku elfu kumi na mbili kwa mwezi na imagine, sio mimi peke yangu tu, wafugaji tuko wengi, lakini sijawahi kufuga kuku akazidisha zaidi ya siku thelathini na tano na ni kuku zaidi ya elfu kumi na mbili Kwa hiyo ina maana soko la watu wanaokula kuku limeongezeka na limeongezeka tena sisi ni wafugaji lakini katika wafugaji pia kuna ambao nao wanauza kuku. Kwa sisi tumejikita tu kwenye kufuga alafu kuna ambao wanakuja kununua kama wanunuzi e, kwa hiyo sisi wanapofikisha umri ule wanatakiwa kuuzwa, tunawatangaza kwa hiyo watu wanakuja wanabeba. Mm. Mm. Na soko likoje? Kwa kweli upande wa soko haliko vizuri sababu kuku tunamuza elfu saba lakini tulikuwa tunapambana angalau atafike elfu nane au elfu tisa kutokana na bei kuongezeka chakula na vifaranga pia. Kwa hiyo soko haliko vizuri, lakini hilo linachangiwa na baadhi ya makampuni ambayo yanatu, wanatupa vifaranga na wanatupa chakula, kwa sababu kuna baadhi ya makampuni anakuuzia vifaranga anakuuzia chakula, chakula ni bei kubwa kwa mfuko mmoja wa kilo hamsini. Lakini huyo huyo na yeye anafuga analeta, tunashindana tena kwenye soko pale. Unapojitahidi wewe kwamba ngoja nipandishe bei, unakuta mnunuzi anakuambia usiponipa wewe, fulani analeta tena anatuuzia kwa bei nzuri, na wapo wameshaandaliwa, wako kwenye masaket kwa hiyo ina maana ndio changamoto ya upande wa biashara, lakini tunaamua tu kuuza bei ya chini ili waondoke, sababu wanapozidi kukaa tu wanatia hasara kubwa. Hmm. Sababu kwa upande wa kula wamejaliwa kula wa kuku. Hmm. Hmm. Hmm. Na hasa kuku kama hawa waliopo kwenye banda kama hili tukiwatazama, wanapendeza wanavyocheza namna hii, ni kwamba unawaambia nini mimi nachotamani nacho kuwaambia mtu usiogope kujaribu. E, kwa kweli nilishakutana na watu wengi nami na nashukuru kidogo, kwamba sikupi hela, nenda kafanya, lakini unapokuja kwangu tukaongea, kesho naona matunda, nasema kweli, basi na mimi angalau hata kama sikukuongezea si, si, ku, chochote, lakini naona ulinielewa na umeenda ukafanya kwa hiyo wanakuja wengi kujifunza. Sijawahi kumwambia mtu kwangu bwana, ukija njoo na kiasi cha hela ili mimi nikuelekeze. ni, ni, ni, ni, hapana. Anayejaribu huwa na mshauri. Usijaribu, fanya, kifanya ndo utaona umuhimu wa hicho kitu ulichokuwa unafikiri kujaribu, kwa sababu ukijaribu, endapo kwamba ukisema kwamba unajaribu, kuna muda wanakufa sasa, mfano tuashumu umeleta kuku elfu moja wamekufa mia tano ulikuwa unajaribu, ina maana awamu nyingine utaki tena. Kwa hivyo ni vitu ambavyo tumeshavipitia na bidi tu useme kwamba ngoja nitoe ya mfuko tu ilishe waondoke tu, hata kama ni wachache waliobaki. Kwa hiyo usijaribu wewe, ukitaka kufanya fanya, ukianguka tena jaribu, ukijaribu, yani hivyo hivyo hivyo unashangaa na wewe umefika. Mmezoea ni Bwana Ray Imam Abedi Msangi mfugaji wa kuku kutoka Zuzu katika mkoa huu wa Dodoma, ambaye yeye kwa mwezi anafuga a, kuku zaidi ya elfu kumi na mbili na kama ulivyomsikia, anahamasisha. Bila shaka nawe mtazamaji, popote ulipo, utajifunza mengi, umejifunza mengi kuhusiana na ufugaji huu wa kuku ambao leo hii tumetembelea eneo la Zuzu na umeshuhudia pia mbali ya kufuga kuku anafuga na mbuzi, na anakuambia soko la mbuzi lipo Dodoma. Ina fursa, fursa ni nyingi, milango imefunguka. Mtazamaji popote ulipo, basi karibu sana Dodoma. Hadi wakati mwingine, mimi nasema asante na endelea kufuatilia uh, YouTube channel hii ili uweze kujifunza mambo mengi.